Naam, bwana kwa kile ambacho kinaendelea huko mitandaoni Juma Lokole ameamua na yeye pia atie neno na hii ni mara nyingine tena baada ya watu wengi sana kumsema vibaya Nifa huko mitandaoni, ni kwamba Juma Lokole bwana na yeye pia ameingilia kati akiwa sasa yuko katikati ya hawa wote wawili. Ni kwamba Juma yeye tunafahamu kabisa kwamba ni besti wa Nifa na amekuwa akimpambania Nifa mara nyingi, lakini pia Juma na Naif na Faima yeye ni kama mtu na shemeji yake kwa muda mrefu kama tunavyoelewa. Sasa Juma Lokole bwana, yeye amebaki tu kucheka, lakini pia Amempongeza Nifa kwamba ni mpambanaji, Nifa akiona fursa anaitumia, Nifa alazi damu, Nifa watu watamsema lakini At the end of the day, ni kwamba Nifa amerudi tena mjini. Hii ni moja kati ya kiki ambazo zitaweza zikamfanya zikamfanya Nifa biashara zake zikaendelea kwenda. Tokea alipopata misukosuko, watu wakamzungumzia sana, alikuwa hot trend kabisa katika mitandao ya kijamii. Hakuna mtu ambaye alikuwa anamfahamu anamfuatilia, yani watu walikuwa kama vile wameanza kumsahau, wanaendelea na mambo mengine. Lakini hili jambo ambalo linaendelea sasa hivi kati yake yeye na Faima, maana ugomvi umekuwa mkubwa na watu wengi sana wanafuatilia, ni kwamba Juma Lokole ameona kama vile utamletea faida Nifa kutokana na kwamba anazungumziwa, basi moja kwa moja kama Business zitaendelea kama unavyoelewa strategy ya kufanya biashara hapa town, lazima uwe na kiki. Kwa hiyo hii Niffer anaweza akaitumia kama kiki, mambo mengine yakaendelea kama kawaida. So hapa nataka umsikilize ye mwenyewe Juma Lokole alichokizungumza kuhusiana na huu ugomvi wa Niffer na Fayma kutokana na ile issue ya magauni ambayo Faima alinunua haya magauni akataka, akawa ametangaza kwamba anayauza na kila gauni moja analiuza kwa milioni. Alafu Nifa na yeye pia, akasema akaenda kununua haya magauni kwa Faima, inasemekana hivyo alienda kununua kwa Faima moja. Alafu akasema kwamba na yeye pia anayauza na tayari mzigo umeshafika, lakini yeye anauza laki tatu na nusu, ambapo watu wameanza kumsema Nifa kwamba na roho mbaya, kwamba ameona Faima anauza milioni, anauza laki tatu na nusu ili Faima akose wateja. So, Juma Lokole amezungumza haya baraka. Ah, hii kweli ni mubaraka. Kwa hiyo usiseme. Haya magauni ambayo anashindaniwa huko mitandaoni. <laughs> Ani ah, faki moko. Ni mdogo wangu. Saluti. Kwa hiyo Nifa, umempigia simu Faima. Ume Ili kwa kakia ujulikane mwenye Nigeria. Ume Umemtuma... ume mtu ba umenunua kwa Faima milioni moja. Kwa hiyo umenunua kwa Fayma milioni moja alafu wewe umekuja kuuza laki tatu na nusu unauza la kita... <laughs> <laughs> Jamani, kwa hiyo sasa faida unapataje unapataje kidogo? ah, yake Niffer kiboko ah we ah, kiboko nimekukubali. <laughs> <laughs> kwa hiyo tuseme, lakini fa Niffer, Niffer itakurudisha

yeah so hicho ndicho alichokizungumza Juma Lokole. Kama una maoni yoyote, weka maoni yako hapo chini katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.